Kama nilivyosema wale wote ambao ujumbe huu unawahusu kama ambavyo tutaonyesha katika press conference yetu basi ujumbe huu uwafikie. Sasa kumekuwa na matukio ya hivi karibuni ambayo eh, naamini eh, kila mpenda haki yamemsikitisha. Tunaomba eh, in the names of solidarity, kwa maana ya kwamba katika eh, jina la eh, umoja, tunaomba tuyazungumzie kwa kifupi kabla tujakwenda kuzungumzia context au muktadha wa kesi ya Tundu Lissu na ma ma maslaha yake yote ya kisheria. Kwanza, hivi karibuni kama mnavyofahamu watanzania wote, limetokea tukio la kutia aibu kabisa nchini kwetu, tukio la kutikisa, la kushangaza, la kushambuliwa kwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu Tanzania Dr. Charles Kitima. Sisi kama mawakili wa Tundu Lissu tunatoa pole kwa Father Kitima binafsi, tunatoa pole kwa Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania. Tunatoa pole kwa Jumuiya ya Ukristo Tanzania. Tunatoa pole kwa waumini wote wa Mungu bila kujali eh, dini zao madhehebu yao, kwa sababu tunaamini kwamba e, machaguo ya nini unamtumikia Mungu na kumwabudu kwa namna gani ni chaguo binafsi, lakini mwisho wa siku wote tunamtumaini Mungu mmoja. Na hawa viongozi wetu wanaovaa nguo men of the cloth, kwa maana ya kwamba viongozi wa kidini, bila kujali madhehebu yao, wanatumika kwa sababu yetu na wamejitoa sana, wameacha vitu mbalimbali mbali, e, ili kuweza kututumikia sisi e, kama daraja kati yetu sisi wanadamu na Mungu. Kwa linapotokea shambulio kama lile na hasa katika maeneo kama yale, sisi kwetu tunaona ni kitu ambacho kwa kweli eh, hakipaswa kwanza kikupaswa kutokea. Ni changamoto kwa jeshi la polisi, ambao siku zote wanatuhubiria kwamba wao wana intelijensia wanaweza ku... watu walimtafuta kabla wakiwa wanamtafuta Mdude, lakini hakuna hatua zozote ambazo zilichukuliwa kunini kuzuia hilo tukio. Kwa hiyo Namba moja, tunatoa pole kwa familia ya Mdude Mpaluka Nyagali. Namba mbili, tunakemea vikali wale wote waliohusika na, eh, this is stupidity, yani upumbavu huo, this foolishness waache mara moja, na Mdude Nyagali popote alipo afanyiwe mchakato wa kisheria kama sheria inavyoelekeza. Kuna sheria mbalimbali zinaelekeza namna na ya kushughulika na mhalifu. Kuna sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, kuna katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zote zinaelekeza kwamba ni namna gani mtuhumiwa e, achakatwe. Na kama Mdude Mpaluka Nyagali ametenda kosa lote la kijinai, basi afikishwe kwenye vyombo vya kisheria, na mawakili watajitokeza, wakiwemo sisi tunaosimama hapa mbele yetu kwenda kum tetea kama ambavyo tumewahi kumtetea mara kadhaa. Lakini eh, pia tunavihimiza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ambavyo tunasisitiza tena, sio zote vimekuwa vimekua vinajinafasi kwamba vyenyewe vina intelligence eh, vya kufahamu mambo yanayoweza ambayo yako likely kutokea basi, waongeze they should step up their game, waongeze ubora katika utendaji wao wa kazi, ili why, matukio haya yakome, isiwe tu kwamba intelligence kama tutakavyoenda kusema imejikita kwenye kujua kwamba wa, e, watu wanaokwenda kusikiliza kesi ya Tundu Lissu mahakamani wanaweza kufanya fujo halafu hakuna intelijensia kufahamu kwamba kuna watu wanataka kumshambulia Fadha Kitima au kuna watu wanataka kwenda kwenda kumuumiza Mdude Nyagari au watu wanataka kwenda kuumiza watu, watu wengine ambao wameumizwa na wengine ambao taarifa zao mpaka leo hazifahamiki. Kwa hiyo eh, kama nilivyosema, tunatoa karipio kali kwa wahalifu ambao eh, wamefanya tukio hili ni, kwa Kiingereza, tunasema, ni very basement people, ni watu wa chini kabisa kifikra, kimaadili kimbinu lakini. Jeshi letu la polisi tunalisitiza kwa mara nyingine tena, please step up your game, kwamba hebu ongezeni ubora katika utendaji wenu wa kazi, kama ambavyo mnajinafasi kwamba e, mna ubora wa hali ya juu katika utendaji wenu wa kazi. Tunasisitiza kwamba Mdude Mparuka Nyagari popote alipo amehifadhiwa kisheria, tunaamini amehifadhiwa kisheria, pamoja na yote ambayo yamemtokea. Wote tumeona video zikionyesha damu ambao tunaamini ya Mdude Nyagari, basi e, apelekwe katika vyombo vya sheria na tutashughulika na hayo, mambo yote yaliyotokea. Baada ya utangulizi huo Mabibi na bobana, sasa naomba niende moja kwa moja katika e, maswala ambayo yametukutanisha leo. Kama nilivyosema, maslahi ya kisheria ya mteja wetu Antipas Tundu Lisu Mugwai. Kama ambavyo mnafahamu ndugu waandishi wa habari wa Tanzania kwa ujumla, Tundu Antipas Lisu Mugwai anashitakiwa katika kesi mbili katika mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam iliyopo Kisutu almaarufu mahakama ya Kisutu, na kwenda mbele kuanzia sasa nita,